Bwana Yesu asifiwe, mwana wa Mungu. Nataka niongelee inakuaje. Uh, kuna, kuna, kuna baadhi ya watu wana mamlaka ya Mungu na wengine hawana mamlaka ya Mungu. Lakini pia inakuaje, kuna, kuna baadhi ya watu wanamsikia Mungu, wengine hawamsikii Mungu, na watu wengi sana wamekuwa wananiuliza hili swali, unamsikiaje Mungu? Unamsikia anaongea lugha gani na unasikiaje? Uh, nataka nikuelezee maisha ya Ukristo maisha ambayo Mungu anataka tuyaishi. Na e, nitaongea kwa ufupi sana, ni sana kwa sababu ni somo urefu sana kwa kweli, ni refu sana kwa sababu linaongelea maisha, linaongelea mfumo mzima wa maisha. Watu wengi sana e, ukiangalia wanaishi katika ma, e, maisha au katika Ukristo wa kawaida kabisa, yaani anafanya mazoea tu, anaamka asubuhi, anaoga, anachukua Biblia yake, anaenda kanisani anakaa ataimba, atatoa sadaka, atarudi nyumbani tena. Anashangaa kuna baadhi <laughs> wanaingia kanisani hata saa moja haifiki, ibada imeisha. Si saa ile mwana Mungu? Yani, wewe bora ubaki nyumbani tu, endelea kufanya shughuli zako. Ukisoma Bibulia, kuna wakati Mungu uh, alikuwa ana Yesu sasa, alikuwa anaomba mlimani, anasema uh, Akawa narudi anauliza wanafunzi wake, yani, mmeshindwa kukesha na mimi hata saa moja? Sasa kifikia hiyo ni kukesha hata saa moja eh? alafu unaenda kanisani unakaa nusu saa okay, anyway, so kimsingi ni kwamba maisha ya ukristo sio rahisi, maisha magumu sana, ni maisha ya kujinyima, maisha ya kujitesa ukitaka kutembea na Mungu, unless uwe mkristo wa kawaida sana, ambayo wewe ni kwenda tu kanisani, na bado hata unaenda tu kama vile yani kama kijiweni una, unafika pale unafanya unafanya unarudi unapita baa kidogo unakunywa bia mbili tatu, unaenda nyumbani okay. Wapo wengi tu, una nyumba ndogo. Wapo wengi sana eh, una wa, wake wawili watatu. Wapo wengi wanaisha maisha, unatoka kanisani Jumatatu unaenda kazini unafanya madili yako, na tapeli huyu unaiba kwa huyu unafanya hivi. Wapo wengi au toi zaka au toi sadaka eh, una, unaenda kanisani lakini bado unaenda kwe, waganga unapiga ramli unafanya matambiko, mwezi wa 12 unakwenda unachimba, unachinja mbuzi, ng'ombe, unamwaga damu kwenye makaburi, unapiga magoti kwenye makaburi, unaomba babako, mamako alitangulia, babu na kusikia kusaidia, wapo wengi sana, ni wakristo wapo. Lakini hakuna mahala Biblia inaruhusu kuabudu kitu kingine zaidi ya Mungu. Kwa hiyo unapokwenda, ba unaabudu kilichoko, ba ile madhabahu, ba ni madhabahu guest, ni madhabahu kaburi ni madhabahu. Chochote unachokifanya kinyume na Mungu ni madhabahu. Kwa hiyo unachokifanya pale ni kwamba kwa, kwa sababu inasema hakuna vuguvugu wala moto, so either uamue kuwa baridi au kuwa moto. Kwa hiyo pale unachokifanya umeamua kuwa baridi na Mungu anasema ukiwa baridi, uh, ukiwa vuguvugu, nitakutapika. Kwa hiyo bora uwe baridi tu, ijulikane wewe uko uko, uko, uko na shetani uko na Mungu na watu wengi wanafikiria kuna Mungu lakini hakuna Mungu kama hauishi katika utakatifu, hakuna Mungu okay. Sasa labda niongelee katika utakatifu, na si tu katika utakatifu. Inawezekana unaenda kanisani vizuri sana, unaomba, unafanya kila kitu, lakini matoleo, ukifika muda wa hela eh, utoe hela, utoe sadaka, utoe zaka, kukiwa kuna kitu pale kanisani we unakunja mikono, mwana wa Mungu utachelewa sana. Mungu aangaiki na mtu ambaye afungui moyo wake. Mkono unaotoa ndio unaopokea. It's a principle. Kwa hiyo hawezi kukubariki kama utakubariki. Kwa hiyo anyway, so uh, maisha ya ya Kristo au maisha ya kuishi na Mungu ni magumu sana. Mungu anataka uwe na mamlaka katika roho. Kwa hiyo, ili uwe na mamlaka lazima uwe na msikia na ili umsikie lazima uwe mtakatifu. Mungu awezi kukaa sehemu ambako sio takatifu. Kwa hiyo ukiona haumsikii Mungu ujue, kuna shida mahala, hauna utakatifu. Lakini kingine, ukisoma Ayubu thelathini na tatu mstari wa kumi na nne mpaka kumi na nane anasema Mungu anaongea na sisi kupitia ndoto na maono. Kwa nini anaongea na sisi? Ili aweze kututoa katika makusudio yetu na kutuepusha na mauti. Makusudio manake nini? Nizekana kabisa, wewe ulikuwa umepanga nikipata hii hela ninunue kiwanja. Ayo ni makusudio yako na ni plani zako, lakini kumbe Mungu alikuwa anasema hapana, hii hela usinunue kiwanja, hii hela peleka kanisani. Ukipeleka kanisani, itakuwa ntakubariki itaku zaidi kuliko kununua kiwanja, utabarikiwa utanunua uta, uta, viwanja vingi. Au ukipeleka kanisani, itatengua maagano ambayo alikuwa umeingizwa ume na uzazi wako. Au wewe unaona kwamba umepata hela unaenda kununua gari, kumbe ile gari ni shetani ameitega mtego. Ukinunua gari tu unakwenda kupata ajali, unagongwa na kufa. Mungu anaona kwamba huyu akinunua gari sasa hivi mtampoteza, kwa hiyo anakuzuia kununua gari. So haya yote unaweza kuyaishi kama unaongea na Mungu. Maana yake ni kwamba maisha yako sio ya kwako, unatakiwa Mungu ayatawale asilimia mia moja. Tuko naamka asubuhi, muulize Mungu, Mungu leo nataka nifanye nini? Atakwambia ratiba yako leo, fanya moja mbili tatu nne kwao kula kwako, angalia, Mungu atakwambia usile sana, punguza kidogo, kula hiki, fanya hiki. Ukiwa unataka kula, kwenda mahali, usikurupuke, tumuulize Mungu. Okay, nataka niende mahali, au unaniruhusu niende? Atakwambia kama kuna sherehe, kuna nini, anakwambia hii sherehe nenda, au msiba nenda, kama kikuzuia, kaa, maana kuna kitu kisicho kizuri. Hata kama ni safari, unataka kusafiri, muulize Mungu: kuna hii safari, niende nisiende? Atakwambia nenda au usiende. So unakuta maisha yako ni yeye ndo anayatawala hata kama ni yani, sio ni kwamba hata kama ni ibada, unamuuliza sasa, Mungu leo nataka nisome Biblia, nisome nini? Atakwambia ah, fungua kitabu fulani soma. Na ukisoma utashangaa unasema, ah, kweli Bwana, hiki kitabu yani, unaona kama vile, kama vile unasoma kile ambacho kilikusudiwa wewe. So sio ni wekeje, lakini maisha ya mkristo ni magumu sana sana sana. Sitaki kukuambia kwa maana ya kufariji kudanganya, hapana ili utembee na Mungu. Ukimwona mtu ana uweza wa kumwombea mtu akapona akafanya nini, anaishi magumu, maisha magumu sana. Yes, kuna viwango, kuna neema, kadri unavyozidi kwenda juu unakwenda kwenye neema. Kuna point tafika hutaki kufunga sana wala kuomba sana wala kukesha sana, wala sio lazima. Kwa hiyo ni neema kuna, kuna levu unafika inakuwa ni, ni, ni sehemu ya maisha yako, na Mungu ataanza kuonekana vizuri takirahisi kwako na kuonana na wewe na atakupa ulinzi, atakuongezea jeshi, atakuongezea malaika. Kwa hiyo vitu vitakuwa vinakuwa rahisi zaidi, lakini sasa kumbuka, unavyozidi kuomba sana ndivyo utakavyozidi kushambuliwa sana <laughs> uh, hii najua itashitua wengi <laughs> yes. Unavozidi kuomba sana, unavyozidi kumsogelea Mungu sana, ndivyo shetani anakusogelea sana Kwa hiyo mashambulizi yatazidi kuwa mengi sana, majaribu yatazidi kuwa mengi sana, mitiani itazidi kuwa mengi sana, shida zitakuwa nyingi sana. Changamoto zitakuwa nyingi sana. Kwa nini? Kwa sababu Mungu anataka akikishe, ni kama ni mchujo, akikisha amekuchuja kweli kweli, mpaka unafika kwa level anayotaka yeye ufike kwa karibu na yeye, maana umepitia michujo mingi sana, kama ni tamaa ameiondoa, kama ni unafiki ameuondoa kama ni kiburi amekiondoa. Kama ni uoga ameondoa. Kama ni anasa ameiondoa. Roho yoyote ambayo inaweza kukutoa kwake ameiondoa. Roho yoyote yoyote, unawaza pesa, unatamani, siyo nini, anasa za dunia, una chochote, uwe ni mvivu wa kuomba, wa kufunga, ameondoa. Utafunga, utaomba. Kama ni fimbo atakuchapa kweli kweli. So, anahakikisha amekuchuja kweli kweli na mara zote shetani naye hawezi kukubali, kwa sababu unavyozidi kumkaribia Mungu, maana yake ni kwamba nyota yako inazidi kung'aa. Kama nyota yako inazidi kung'aa, shetani anataka nyota, nyota. Yeye shetani ana interest, interest, interest na, na, na, na chochote. Ana ana interest na roho yako, ana interest na nyota yako. Ndio maana shetani mara zote anachukua wale watu ambao ni magenius, wale watu wenye akili, wale watu wenye karama za tofauti. Shetani aangaiki na mtu wa kawaida. Haimaanishi kwamba wewe unanisikiliza ni wa kawaida, no, ni kwa sababu hujaibua kile kipawa. so the moment umekiibua kikainuka, kikaanza kuonekana, kikaanza kung'aa, ndo shetani ataanza kuwinda. Na ndio maana akuta mtu anaweza kuzaliwa toka utoto anakuwa vizuri tu, lakini akiweza kufanikiwa maisha, shetani anamwinda kwa sababu pale ndo anaanza kuonekana, kipawa kinaanza kuonekana. Kwa hiyo mwana wa Mungu, maisha ya Ukristo ni magumu sana, sio rahisi, ni maisha ya kujitesa na kujinyima kwa sababu Mungu ni mtakatifu, so unatakiwa uishi maisha ya utakatifu, maisha ya toba, maisha ya rehema. sana sana ubarikiwe na